wiki hii kimetembelea mkoa wa Kigoma wilaya ya Uvinza. Watu wengi wanaijua wilaya ya Uvinza kwa sababu ya kuzalisha chumvi kwa wingi. Wakazi wa wilaya hiyo wanajishughulisha na uvuvi na kilimo. Mkoa wa Kigoma ni maarufu sana kwa uvuvi hasa wa dagaa. Wakazi wa mikoa mbalimbali wanapohitaji kitoweo cha dagaa mara nyingi hupenda dagaa wa Kigoma. Kwa upande wa kilimo, wilaya hii ni maarufu kwa kilimo cha chikichi, kwa wale wanaojua mafuta ya mawese kutokana na zao hilo. Vilevile wanalima tumbaku, mahindi na mpunga kwa wingi sana. Kipindi hiki kimetembelea ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, ndugu Weja Lutobola Ng'olo. Katika mazungumzo yetu, mkurugenzi alizungumzia mapokeo ya zao jipya la korosho. Uh, Uvinza kama halmashauri tuna mapato ya ndani ambayo tunategemea zaidi kilimo, kama nilivyosema, e, chumvi sio sana kama ambavyo wengi wanaijua Uvinza kwa sababu ya chumvi, lakini sio sio pato kubwa la halmashauri. Kwa hiyo kilimo hasa ndio tumeweka nguvu kubwa kwa mashamba ya wananchi, ili waweze kulima mashamba makubwa na sio mashamba madogo madogo kama ilivyokuwa, na kweli tumefanikiwa, lakini ni hivi majuzi tu tumekuwa na ubunifu, sio kama halmashauri baada ya kuwasiliana wenzetu taasisi ya, ya utafiti ya Naliendele e, ambao wamekuwa mara nyingi sana wanafuatilia wapi labda wakaendeleze kilimo cha korosho. Bahati nzuri ikaonekana e, Uvinza tunaweza tukaanza hicho kilimo. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunalenga kwenye e, uchumi wa viwanda zaidi, tukaona tuwaiji sasa wenzetu wa mikoa ya kusini Lindi na Mtwara kwa hiyo tumeingia kwenye ukulima sasa kwa nguvu kubwa kubwa wa zao la korosho nitoe tu kwanza shukrani zangu kubwa kwa bodi ya korosho ambao kwa kweli wametuletea mbegu nyingi zaidi ya tani moja na zilipofika tu zote zikaisha kwa hiyo sasa hivi bado na mkubwa, na ugomvi mkubwa na wananchi ambao wengi wameitikia kuanza hiki kilimo cha korosho lakini na mimi kwa nafasi yangu kama mkurugenzi nikaona sasa ili angalau tuendelee kuhamasisha zaidi, na mimi nikaa nimeingia kwenye kilimo na shamba darasa na zaidi ya eka thelathini na lima. Kwa hiyo nafikiri kadiri takavyo takavyokuwa tuna tunaliendeleza, nafikiri nafikiri, kwa sababu nimeamua liwe kama shamba la mfano. Na wenzetu wa taasisi, niwakaribishe tu labda baada ya miezi mbili mitatu, waje waone ni nini tumefanya. Hiyo tu uh, kuwashukuru pia kwa kwa nafasi yao kila wanapopata wanakuja, kuja kuangalia na mwitikio kwa kweli ni mkubwa. Shida tu kwa sababu pale unapokuwa na mafanikio, pia changamoto hazikosekani. Kwa kweli tuna changamoto kubwa ya mbegu pamoja kwa na kwamba tumetoa mbegu za bure, lakini mwitikio ni mkubwa kiasi kwamba sasa hatuelewi hawa wengine, kwamba tuwaweke mpaka kipindi kijacho au namna gani, lakini bado tunaenda kuwasiliana na wenzetu wa bodi ya korosho ikiwezekana basi, kwa sababu bado mvua ndo zinaanza, ikiwezekana kutuletea mbegu zaidi tutashukuru zaidi. Timu ya kilimo ya ajira yangu ilifunga safari mpaka kijiji cha Nguruka. Hapo tukakuta wakulima wamekusanyika, wakiwa na hamu ya kuonana na mtafiti mkuu wa zao la korosho. walikuwa na hamu ya kumsikiliza na kujifunza njia bora ya kulima zao hilo. Tulizungumza na baadhi ya wakulima wakieleza jinsi walivyojipanga kulima zao hilo. Mm, tumeingia kwenye zao hili la korosho mwaka huo 2017 baada ya uhamasishaji mkubwa sana tuliupata kutoka mikoa ya Mtwara na Lindi kuona jinsi watu wanavyonufaika na zao hili la korosho. Sisi tulikuwa ni wakulima wa zao la tumbaku, tulikuwa wakulima wa tumbaku kwa muda mrefu sana tukifanya biashara ya la tumbaku, lakini tumeona wenzetu wakinufaika zaidi na zao hili la korosho, tukawa ni vizuri tuanze ataratibu wa kujifunza kwa sababu hapo zamani katika wilaya hii na tarafa hii tulikuwa tunalima korosho. Korosho zikipo babu zetu walilima korosho, tumekuta kuna mikorosho mingi. Tukataka tupate historia kwamba mikorosho hii ilikuwaje, wakasema kuna enza ukoloni walilima korosho, kwa tukaona basi na sisi tunaweza tukalima korosho. Kuna vijiji vya Mtego wa Noti, Maragarasi, Mganza, Chagu na Ilalanguru, Itebura wote hawa ukiangalia ardhi yao na mikoa ambayo kuna limwa korosho inafanana kwao. Tukaona na sisi tuna sababu ya kujiingiza kwenye zao la korosho ko kwa, kwa mwaka huu elfu mbili kumi na saba tumepokea mbegu tani 1.8 kwa kuanzia ambazo tumeshazigawa kwa vijiji kumi na mbili ambavyo wamekubali kulima korosho baada ya kupata mbegu hizo hamasa tumeitembeza sana na tumeipokea katika wilaya hii, lakini bado kunaonekana mpaka sasa mbegu wa kulima haziwatoshi kabisa. Yani, kwa kuona kilimo kinavyovutia mikoa, mikoa mingine na wilaya zingine, bado kuna upungufu wa mbegu zaidi ya tani moja point mbili mpaka sasa. Wakulima wanahitaji mbegu za korosho. Kwa mwitikio huu tulionao na tunavyotazama zao linavyokwenda tuna kiomba kituo cha utafiti na Lindele kama wanatusikiliza waweze kuangalia wilaya hii ya Uvinza. Ni wilaya ambayo ukichunguza kihistoria ina biashara nyingi zilizopitia, tulikuwa wavuvi, tulikuwa wavunaji wa mbao, tulikuwa tumelima tumbaku. Ni wakulima ambao tunaweza tukifundishwa, tuki kuhama eneo moja, tunaweza tukahama kutoka eneo moja na kwenda eneo jingine kibiashara. Kwa hiyo sisi tupo kibiashara zaidi. Hata historia ya eneo hili la Nguruka watu walikuja kutoka maeneo mengine mbalimbali wakifata biashara. Hili eneo lilikuwa eneo la kibiashara. Kwa hiyo watu wanaweza kubadilika siku hadi siku na kubadilika na kufata zao hili la korosho. Tumepokea zao letu hili la korosho baada ya wataalamu na watafiti kutoka na Liendele Mtwala walikuja hapa kutoa uhamasisho na wananchi tukawa tumepokea sana, tulipokea kwa nguvu zote. Na baada ya kupokea tukawa tumekubali ushawishi huo, na sisi wenyewe tukawa tumeendelea kujikusanya na hatimaye tukawa tumepewa mbegu za kuanzia, na kwa sasa wakulima mwitikio wao umekuwa ni mkubwa sana. Tulianza jumla ya watu mia tano hamsini na nane na kwa sasa wamefika watu zaidi ya elfu mbili watu wamejitokeza kwa wingi, wakiwa wanahitaji sasa mbegu. Na mbegu za awali tulizozipata za hekari elfu tatu mia nane na hamsini tumezitumia vizuri kwa kuzipanda mbegu hizo, lakini bado tumekuwa na mapungufu, na tunawaomba tunawaomba hata wale vijana waliokimbia mikoani, waliokimbia mikoa mbalimbali warudi nyumbani kwenye mashamba wao walioyaacha mashamba ya wazazi wao walioacha wameyatelekeza, ili waje wapande korosho, kwa sababu korosho tunaona litakuwa zao mbadala ukanda wetu huu wa Kigoma. Tulikuwa na kilimo cha michikichi, lakini sasa tumepata zao lingine mbadala ambalo linaweza likatusaidia, na hasa kwa vijana. Lazima tukubali kuja kulima korosho, korosho itakuwa mkombozi wetu huko baadaye. Jambo lingine ambalo tunapenda kuishukuru, tunapenda sana kuishukuru bodi ya korosho, bodi ya korosho ambayo iliona wilaya yetu ya Uvinza tunaweza sasa tukapewa mbegu, na mbegu hizo wakawa wametupea, wametupa kwanza kama za majaribio. Tumekuwa na mfumo wa ugawaji, mfumo tuliotengeneza sisi, ili mbegu hizo kuwafikia wakulima. Tuna fomu ambayo tulitengeneza fomu hii, fomu hii inaonyesha mfumo tulivyotengeneza, tumegawa tumeonyesha kijiji jina kwanza la mkulima kijiji anachotoka, lakini pia tumeonyesha kitongoji anachotoka, hekali kisiwa za kwake, hekali anazokisia mkulima kupata kulima, na idadi ya mbegu tuliyompatia, na namba yake ya simu na sahihi. Hii tumefanya ili kuwakagua watu waliochukua mbegu, Unawezaje ukamtafuta na kujua kwamba hizo mbegu kule zilipoenda zimepandwa? Mimi mwenyewe kama mkulima nimepanda heka thelathini na tano za miche ya korosho na mwakani nitakuwa nimeongeza heka 65. Kwa hiyo nitakuwa na heka mia, kwa kuwa ardhi ninayo nahitaji kuwa na heka mia ya korosho. <tune> Safari ya kuelekea shambani ilianza. Haikuwa mbali sana na hapo tulipofanyia mkutano. Kaimu mtafiti mkuu wa zao la korosho Tanzania Dr. Kapinga mara nyingi hupenda kufundisha kwa vitendo, kwa kama nilisema mwanzoni, ndio. Uh, usianzishe shamba la korosho bila kupanda zao la msimu. Sawa. Sawa. Kama wewe bwana hapo una shamba lako hili inabidi upande karanga huko. Ni kweli, ni kweli. Unapanda mazao mengine kama hata mahindi ukionayo. Sawa. Choroko. Sawa. Jugu. Sawa. Kwa sababu kwa kupanda zao la msimu kama karanga, Sawa. utapata faida kwanza ile mwaka wa kwanza. Sawa. Ukipanda mkorosho pekee yake mita kumi na mbili kwa kumi na mbili nafasi kubwa sana pale katikati. Kwa hiyo kati, utakuwa unalima sehemu tupu ambayo haina kitu. Sasa ukipanda zao la msimu, unapalilia mazao kama hizi karanga, ndio unapalilia korosho, lakini karanga ulizopanda shambani zitakupa mavuno mwaka ule wa kwanza, kwa hiyo itasaidia kulipa gharama

chakula hmm, kupa fedha, isipokuwa mbaazi. Mbaazi tunashauri zisipandwe kwenye mkorosho, hmm, kwa, kwa sababu mbaazi zina zinakuwa na wadudu ambao wanakula wanaharibu mkorosho, hmm. labda nikuulize kitu kimoja kwa jinsi zilivyotoka zinastahili kupata sumu yote kwa ajili ya wadudu wanashambulia hao? Hapana, ah, hmm hatushauri kupiga dawa shambani kwenye mikorosho bila sababu eh, kwa mfano umepanda mikorosho kama ile ile umepanda mbegu kwenye moja shambani. Ndiyo. Imeota mm. Wewe kazi yao anavyofanya yes. ni kupita kuangalia endapo tutaona kuna mashambulizi wa wadudu wameanza, ndipo pale tutakapotoa dawa, lakini kama kuna wadudu stu, stu, usipige dawa kwa sababu haina haina sababu. Hata kwenye mikorosho hatushauri uende shambani au tuseme wanapiga dawa fulani mm. Nenda kupiga dawa bila tatizo. Kwa hiyo kwa miche midogo kama hii uliyopanda mm. hatusemi upige dawa ya, ya kuzuia magonjwa kama si uberiunga mm. haina haja. Utakachokuwa unaangalia ni <coughs> wadudu wanaofyonza wanaotoboa ile majani na wanaotoboa vile miche mikoroshe sasa. sasa wale usi, utawajua baada ya kum, kuangalia shambani. kama wapo basi utafanya kama hamna hakuna haja ya dawa kwa hiyo msitumie dawa bila sababu. Lazima kuwe na sababu kwamba kwa nini sasa nipige dawa. <tokitikana> Swali lingine mi nitanguliza kwanza mboji, sawa kwa ajili ya kutishia. Sawa. Je, na sababu ya kuweka mbolea ya kizungu utongeze gharama bila sababu? kama ndio unashauri wewe wakati kupanda kwa kuandaa shamba lako. Chimba <coughs> shimo kama ulivyofanya pale e, udongo wa juu umeweka pembeni. Sawa. Udongo ule mwa chini ukaweka pembeni. Sawa. Kwa juu ulichanganya na mbolea, samadi au mboji, mm, ukatumbikiza kwenye shimo, mm, baada ya pale ukajasiri udongo ukapanda mbegu. Ile inatosha. Inatosha. Haina sababu weka mbolea kizungu tena. Haina haja. Kwa sababu ile samadi ile weka inatosha kabisa kufanya mti ukue na uende vizuri. Haya majani ya karanga na pokuwa nimechambua hizi karanga zangu, mm, naweza nikaweka kwenye shimo. Vizuri kabisa. Kwa sababu mm, baada ya kuvuna karanga zako zile <coughs> ule mche mkorosho utakuwa uko pale vizuri unaweza kutoa karanga zako zile. Sawa. Faida yake ni kwamba ile sasa, tahadhari ni kwamba kama eneo lina mchwa wengi, lakini kwa hilo unaweza kudhibiti kwa kutumia dawa za kimsingi, ni kwamba ni vizuri sana kama hizo za yale majani zakivuna uyatandike kuzunguka kule nje, utatunza unyevu. Lakini ni kiza kitakuwa ni nani ushauri, sababu za mngu zauletu tayari, ili imeingia katika eneo letu a Uvinza, na sisi tumelipokea na katika vitu ambavyo tunazo tukaviangalia, ili ku kupanua wigo hmm, kwamba tunaweza tukapata mfano vipeperushi eh, matisheti hmm, kama yapo naweza mkatufikishia? Naam, naweza kusema kwamba vipeperushi vipo, yeah. Sisi taasisi ya utafiti Naliendele pale tunatoa teknolojia kwa kupitia vyombo vya habari kama redio, televisheni, vipeperushi na tulijarida vijitabu napatikana <coughs> lakini hata bodi ya korosho pia wanatoa virusi na vijaridi vingine ya kuweza kutoa elimu ya korosho. Sasa kwa huku vitafika kupitia kwa wataalamu wa kilimo. Wewe bwana, ulipanda kwa nafasi gani? Toka shimo hadi shimo mita kumi na mbili, eh wataalamu ndio watatoa. Sawa. Na size labda ukubwa wa shimu ni futi mbili. uh -huh. kwa mbili kina futi mbili. Sawa. Hmm kuna mwingine ambaye alikuwa na wazo tofauti na hilo haya, labda ni hapo hapo kwamba wamesema futi mbili. Sasa kuna mtu walisema kulingana na mfano labda hali hizi mfano mm, kuna hali yao ni nzuri mm, je, unaweza kuchimba futi moja na nusu ikakubalika? Kwa, kwa nini tunasema futi mbili? Mm, lengo la futi mbili ni kwamba unajihakikishia kwamba kwenda chini kwa kina cha futi mbili hakuna kikwazo pale hakuna jiwe au mwamba au mzizi ambao unaweza kufanya ushindane na kile pale, lakini pia hata upana unasaidia hivyo, kwamba unajipa uhakika kwa nafasi ile. Je, iko, iko huru? Ule mche unajua bado ni mdogo, usije kushindana na mzizi wa mti ambao uko jirani pale. Unajihakikisha kwa hilo. Kwa hiyo kwa jibu lako ni kwamba ni vyema uende futi mbili. Lengo ni moja kwamba unajiridhisha kwamba hapo unapoweka mche wangu huu au mbegu kwa urefu kwa kidoga, mengine, na na wa kina cha futi hmm, mbili hapana, hawana kikwazo chochote kile. Lengo lake ni hilo. Sasa niweze kidogo. Naam. Mashamba yetu mengine yakogani, na ikifika nyakati za kipindi cha mwezi wa tatu, mwezi wa pili huwa maji yanajaa a mashamba. Je, haiwezi kuathiri zao la korosho kwa maana kwamba sio mbayo inatuumisha maji? Yaani, maji maji yanatuama hata kama natembea e. shambani e. e. Kama pana maeneo kama hayo, tunashauri mkorosho pande maeneo ambayo maji yanatuama. Au ambapo maji. Na pia usiwe eneo ambalo lina udongo wa mfinyanzi sana mzito

mizizi ya mkorosho inapotaka kujitanua ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina kikwazo, ule mti hautakuwa vizuri. Sasa maeneo mazuri ambayo yanapendekezwa yawe na udongo kama ulivyo hapo, udongo laini wa mchanga mchanga ambao hautuumishi maji, lakini pia sio mgumu kiasi ambacho kushinda mkorosho. Kwailangu ni kwamba sasa hivi tunaingia tuna kwenye zao hili hili hmm. ni zao la biashara, na kwa ukanda wetu huu mkoa wa Kigoma na wilaya ya Uvinza mm. Ndio tuna liasisi hili zao mm. Kimsingi, kwa mwaka wa kwanza wa mavuno zao litakuwa hali, haliko vizuri kimapato, maanake tutavuna kwa kiwango cha chini mm. Sawa na ilivyo. Je, serikali ina mkakati gani sasa ili kuweza kupata soko, isije ikajionyesha kwamba kwa kuwa zao ni chache halitoshi tukaambiwa labda tusafirishe kwenda kwenye minada mahali fulani, jambo ambalo litampa gharama kubwa mkulima tena ambalo hana uwezo nalo ha. Sasa ni kwamba zao la korosho linatambulika na bodi ya korosho, serikali inaitambua bodi ya korosho ndio msimamizi wa zao popote pale mbaya, korosho itakuwa inalimwa, inauzwa, yaani inavunwa, bodi ya korosho itajua wapi lipo. Ndio maana sisi tupo kwa lengo la kujua kwamba wapi kuna kulima korosho Najua Uvinza mepelekwa korosho na lengo lake ni kwamba, najua Uvinza imepeleka korosho, ina maana kwamba kuna siku kwoshuae yapo barabara, zipo L L. Kwa hiyo maana yake ni kwamba korosho zitakazovunwa Uvinza haziwezi kukosa soko la, yani kukosa kwa kwenda magulio hapo kwe atakuwepo na uenda pingine yapo kwa mazao mengine magulio yale yatatumika kukusanya korosho zikauzwa pale, ikishauza kama inavyouza sehemu nyingine. Jua limezama tukiwa shambani, kwa haraka haraka ikabidi tuwagane, maana usiku unaingia na wakulima wanatamani tuendelee kuongea

Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.